Kwanza mimi nimshukuru Dokta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kunichagua mimi na kuniteua mimi kuja kuiwasilisha nishani hii, kwa sababu hii nishani ilipokelewa kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukisema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwenyewe Dokta Samia Suluhu Hassan namba moja. Kwa hiyo ilipokelewa huko Angola kutoka kwa Mheshimiwa Rais Lorenzo, ndo alotoa kuletwa hapa na mimi nimeteuliwa leo, imeambatana na balozi da Silva kwelo wa Angola kuja kuiwasilisha hapa, na nimshukuru sana Mama Maria Nyerere leo katupokea mwenyewe. Mi mwenyewe sikusikia sauti yake kwa siku nyingi, kwelikweli nilikuwa na hamu kwelikweli na, na, na, na shauku kubwa sana ya kusikia sauti yake. Leo nimemsikia na kazungumza maneno mazito kwelikweli. Natumai ndugu zangu, waandishi wa habari, yale maneno mtayachambua na mtayatoa. Kasema mchango wake sasa hivi ni mawazo hekima na busara. Hana nguvu tena kama alikuwa anazifanya wakati huo wa harakati za ukombozi akimsaidia mume wake amesema. Kwa hiyo natumai ule mchango wake wa mawazo busara na hekima wa maneno, na sisi kwa upande wetu tulotumwa, tutawasilisha pia kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe aliyetutuma kuja kufika hapa. Lakini la pili, hii si zawadi ya kwanza kupewa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi ni mshabiki na na ni mshabiki na mwenye shauku kubwa sana na historia. Kama watu wanavyopenda Yanga na Simba wakatumia pesa nyingi kwa mpira, basi mimi natumia pesa nyingi sana kwa historia, kwa sababu ni kitu ambacho hobi, naita hobi. Sasa mimi napenda sana historia, kwa hiyo na, na, na, na napenda kujifunza hii ni, ni miongoni mwa nishani nyingi sana ambazo baba wa taifa mwalimu Nyerere anapokea. Hii ni mojawapo na hii mara nyingi hutolewa kila nchi inapotimiza miaka mitano ama kumi ama kumi na tano yani ile wanaita fifth anniversaries. E, wengine wanaita golden jubilee, kuna diamond jubilee, kuna platinum jubilee e, kuna silver jubilee. Na ndio maana ule ukumbi unaitwa diamond jubilee kwa sababu ule ulisherekewa wakati wa miaka sabini na tano wa ule Agahani mwenyewe baada ya miaka hamsini kutimia Angola. Hii ni shani ya juu kabisa ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Lorenzo, na amepewa mara hii mtu mmoja tu ambaye kwa wao amekuwa na mchango mkubwa kwa ukombozi barani Afrika lakini haswa kwa nchi ya Angola. Na pale tumetoa historia asubuhi, Mwalimu Nyerere alishiriki moja kwa moja na kusacrifice bajeti yake, alisema mtoto wake kwamba hata akiwa na bajeti ndogo alikuwa anasema, ah, kwanza tukomboe wenzetu halafu sisi ndo tutakuwa huru. Kwa hiyo hii ni nchi moja wapo, nyingine Namibia, nyingine Msumbiji, kuna wenyewe Angola hawa, kuna Afrika Kusini, kuna Zambia na wengine wengi, pamoja na kuundwa kwa bara zima la Afrika yani OAU, ukombozi wa bara zima la Afrika, ambayo Mama Maria mwenyewe amezungumza kwa picha, na ametoa ile picha, ameonesha na wakombozi wa mwanzo. Sasa umeniuliza swala zuri, kwamba hii nishani ina maana gani kwa Tanzania? Kwanza niseme kwamba Tanzania ina hadhi na heshima kubwa sana duniani kimataifa, hasa kwenye ukombozi barani Afrika, lakini hasa katika historia yake ya mashirikiano na historia yake ya kuzaa OAU na kuwa ni makao makuu ya ukombozi barani Afrika, kuwa hapa Dar es Salaam na kutolewa ardhi, lakini papo hapo pia kuwa mwanzilishi wa AU pia ilipobadilika kutoka OAU kuwa AU, lakini kubwa zaidi ni makambi mbalimbali mbali ya kuwa mwenyeji kwa waliokuwa wanakomboa. Kwa hiyo nishani hii sio barani Afrika tu, ina heshima ya kidunia nzima, lakini pamoja na nishani nyingine. Na mara nyingi sote tunajua na tuko mashahidi kwa Mwalimu Nyerere, nchi yetu inatambuliwa huko nje tu, ila tukienda kwa historia ya Mwalimu Nyerere. Na washukuru balozi wa Angola, kwa maana sasa nyinyi ndio mmeanzisha haya mambo. Sasa yalivyoanza inakuwa inatokea inatokea bahati nzuri, jina la mtu mmoja ndio linatangulia, lakini alipoanza ni wote tumefanya vizuri. Kila nchi inakumbuka mahali ilipo, ah, ilipoanza kushirikiana na OAU, ilipofanya kazi yake, ilipoanza kushirikiana, kipande cha ardhi kikachaguliwa kwamba Tanzania ndiyo mahali pa kukutanikia, lakini nyoyo za, za wa, za wa Afrika zilikuwa ni kitu kimoja, kule kujitambua kwamba na sisi tuko huru, tunaweza tukajitambua. Baada ya vita kuu ya vita kuu ya ya mwisho, kila kipande cha ulimwengu kiliweza nchi au, au nchi, wakati mwingine nchi inachangia zaidi, wakati mwingine bara linachangia zaidi na kila bara linafanya mazungumzo yake, sasa ya jumla ya ulimwengu, kwamba Wagiriki wajitawala, wa walisema waliutawala ulimwengu, hicho kipindi kikapita, ikaja Ulaya nayo ikahudumia ika ulimwengu, yani Taliani, yani, nacho kikapita imefika imefika Marekani nayo na mpaka sasa inaendelea, lakini naamini kwamba wa... kipindi chake kimepita. Sasa inakuja Afrika. Sasa hiyo Afrika huyo atakayesimamisha, atakaye, atakayetoa mchango mkubwa, jina lake litajulikana kama hivyo tunavyojulikana la mwalimu, lakini ni wote tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja, lakini sio kwamba alikuwa anafanya, Tanzania ilikuwa inafanya peke yake. Tulikuwa tunafanya manini, na, na mataifa mengine hata haswa katika zile nchi za mstari wa mbele sawa uzito tulikuwa tunaonekana mwingi mm, lakini misaada ilikuwa inatoka kwa marafiki zetu, inakuja inapitia hapa inakwenda moja kwa moja kwa wale wapigania uhuru lakini ni wapigania uhuru. Uhuru wa kila nchi, ni pamoja na Angola, ni watu wake ndio waliopigana uhuru, ndio waliopigana uhuru. Sasa tunakuja uhuru wa kujitambua, uhuru wa kujitambua. Kila mtu ana zaidi yake kichwani, kichwani. Mimi nina ya kwangu kichwani, mwingine ana ya kwake kichwani, mwingine ana ya kwake kila kichwani. Sasa inafika wakati inategemea ni nani atakayekuwa hivyo. Anasema kwamba haya yalitokea hivi na hivi na hivyo na hivyo na hivyo na hivi. Sasa tunakumbushwa sasa, kipindi kinabadilika cha ulimwengu anayejua ni Mwenyezi Mungu tu, kinabadilika cha ulimwengu anayejua ni Mwenyezi Mungu. hmm. kazi zinayofanyika sasa hivi ni kazi nzuri pamoja na na na, na na na huko tulikotoka, hapo tulipokuwa tumeteleza na nini na nini, kule kujaribu kuirudisha katika hali ya kawaida. Sasa tunabaki kulaumiana, hakuna cha kulaumiana. Tusikate tamaa, tusikate tamaa. Sio kwamba wengine walifanya, sisi tulifanya, mlioiendeleza kizazi cha kwanza Kilileta uhuru wa bendera, kizazi cha pili ndicho kimejenga sasa, cha tatu kiko kwenye nini, sasa chenyewe kinaona mwanga ni mkubwa zaidi. Wanasema sijui nifanye nini, tufanye hivi na hivi na hapana, tuende pale tufanye, tukubaliane wote. mm -hmm. Kwa familia kupokea nishani hii, kwa kweli ni heshima kubwa sana, na inatukumbusha tu Eh, kazi ambayo Mwalimu Nyerere amefanya, lakini sio yeye peke yake kama Mama Maria ma, ma alivyotueleza sasa hivi, ni yeye kwa kushirikiana na watu wengine mbalimbali, sio wa Tanzania tu, lakini watu viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali, ambao nao walitoa msaada katika kuchangia ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana na sisi ni kama inatukumbusha kwamba eh, yeye bado ni mtu ambaye ana anakumbukwa kwa, kwa mchango wake, lakini kama ninavyosema, sio mchango wake tu, ni mchango wa kila mtu. Hii ni Fahamu na Elewa TV. Tafadhali usisahau kusubscribe na kucomment.